Rais aliyeondolewa madarakani wa Venezuela, Nicolas Maduro ambaye alikamatwa katika operesheni ya Marekani amefikishwa katika mahakama ya New York nchini Marekani. Maduro amefika katika jengo la mahakama ya Manhattan ambapo orodha kamili ya mashtaka dhidi yake itasomwa hii leo Jumatatu. Maduro anatuhumiwa na Marekani kwa biashara harami ya dawa za kulevya na makosa yanayohusu silaha na kuendesha utawala wa kigaidi wa dawa za kulevya.